Akizungumza katika changizo hilo lililowakutanisha watumishi wa Mungu kutoka ndani na nje ya nchi, mzee wa kanisa hilo Fred Bigbosa, amewataka waumini na wadau mbalimbali kuendelea kujitoa ili kazi hiyo itamatike kwa wakati, huku akisisitiza kuwa baraka za Mungu huandamana na moyo wa kujitolea. Bado tungali tunaendelea na ujenzi. Moja, tulijiwekea malengo, tutakuwa na vipaumbele vitatu. Moja ni benchi, lakini la pili ilikuwa kuweka dali la tatu ilikuwa kuweka paving katika eneo letu la kanisa. Tulikuwa tunahitaji kama shilingi milioni mia tatu. Katika changizo letu ambalo tulikuwa tumelifanya tulipata si kiasi kikubwa sana ambacho hakiwezi kumaliza lile tatizo, na hivyo tunaomba kama kuna mdau, tunaomba taasisi, tunaomba wadau mbalimbali waweze kutusaidia kwa sababu wanamjengea Mungu ambaye hana ubaguzi, ambaye ndiye anawalinda Naye utukufu Pita aliyemwakilisha mtumishi kutoka Kenya, Ezekieli Odera amesema kuwa wameguswa na jitihada hizo na wamechangia kiasi cha shilingi milioni ishirini ili kuunga mkono ujenzi huo. Ameweza kutoa eh, shilingi milioni ishirini za kitanzania ili ziweze kusaidia katika mambo ya ukarabati wa kanisa, lakini ana ujumbe mkubwa sana ambao alinituma nao. Alikuwa amewaza pia jinsi ya kugusa maisha pia ya watu wengine ambao pengine ne hawapo kanisani, eh, jamii yetu ya Tanzania kwa ujumla. Na huu ni ujumbe ambao Uh, tutaenda kutekeleza lakini pia moja kwa moja inaambatana na maneno ambayo aliniambia, alinieleza kwamba anapenda Tanzania. Ni vizuri kuelewa kwamba uhusiano ambao umekuwepo uh, kati ya Kenya na Tanzania kwa mambo ya Mungu, kwa mambo uh, ya maendeleo, kwa mambo ya maisha kwa ujumla ni uhusiano mkubwa. Kuna Watanzania ambao wameoa Wakenya, kuna Wakenya ambao wameoa Watanzania. Kwa hiyo yeye anachukulia Tanzania kuwa ni mojawapo uh, ya familia yake kwa upande wake Mkuu wa Majengo Peter Chacha amesema kuwa bado kuna mahitaji makubwa, hivyo ametoa wito kwa waumini kuendelea kushiriki hadi ujenzi huo utakapokamilika mwezi Agosti mwaka huu. Kwa hiyo, kwa hali iliyopo ni kwamba ndio maana kiongozi alisema kwamba tuna vipao vitatu kubwa, ni kuziba hii eh, dari kitu ambacho tumesha kifanya tayari na tunaendelea nacho lakini, pembeni tuna soundproof ambayo tunaendelea nayo na sio muda mrefu nafikiri tutaikamilisha na humu ndani unavyoona viti tulivyokuwa tunakalia ni vile, lakini tunataka tuweke mabenchi benchi. Bench ambalo limepitishwa ni lile pale ambalo ni shilingi laki nane na themanini. Ujenzi wa kanisa hilo unaendelea kushika kasi huku waumini na wadau mbalimbali wakiendelea kushirikiana katika harakati hizo za kuweka historia mpya ya ibada kwa kanisa hilo la Mbeya Kati. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya, mimi ni Samweli Mpogole.